Nilikuwa mtoto mdogo labda miaka mitatu au minne. Mama na baba walikuwa wameachana na nilikuwa nikiishi na mama. Mama hakuwa ameolewa tena, lakini alikuwa na rafiki wa kiume ambaye hakuonekana kumwamini sana, lakini nilikuwa mdogo sana kuelewa sababu. Nilikuwa na chumba changu mwenyewe. Kitanda changu kilikuwa kimeinuka juu kidogo, kiasi cha kwamba mtu mzima angeweza kujificha chini yake. Ilikuwa ni usiku wa kawaida, lakini kulikuwa na jambo tofauti. Giza lilionekana kuwa nzito kuliko kawaida. Nililala nikiwa nimejifunika shuka kichwani kama ilivyokuwa kawaida yangu, lakini niliamka ghafla, si kwa ndoto mbaya bali kwa mlio. Kitu kilikuwa kinagonga sakafu kwa sauti ya kupishana taratibu na kwa mwendelezo wa kutisha. Nilifikiri ni paka wa jirani, lakini tulikuwa hatuna mnyama yeyote. Niliinama polepole macho yangu yakakutana na giza zito chini ya kitanda. Nilihisi kitu kilichonifanya nisiweze kupumua. Pale chini macho mawili yalikuwa yamenitazama, siyo macho ya mnyama. Hapana, macho hayo yalikuwa ya mtu, na hapa ndipo kila kitu kilibadilika. Kwa muda wa sekunde chache macho yale hayakupiga miwiko wala kusogea, yalikuwa pale kimya, yakinitazama. Nilichungulia tena nikiwa na hofu, na macho yale yalikuwa bado pale. Nilikimbia kwenye chumba cha mama nikapiga kelele, lakini alipokuja hakukuwa na mtu chini ya kitanda, hakukuwa na chochote. Aliniambia ni ndoto, akasema ni ubongo wangu mdogo unaocheza na hofu ya usiku. Lakini nilijua nilichokiona, nilijua sikufikiria. Na usiku huo, mama aliporudi chumbani kwake, mlango wa chumba changu ulifunguka polepole bila mtu yeyote. nilijifunika kwa shuka nikakaa kimya. Lakini nilihisi uwepo. Nilihisi pumzi ya mtu mzima ikipuliza kutoka chini ya kitanda. Asubuhi ilipofika, mama alipogundua kuwa kulikuwa na alama za mikono kwenye vumbi lililo chini ya kitanda. Ilionekana kama mtu alikuwa amelala pale usiku kucha. Siku hiyo alibadilisha kitanda changu na akafunga mlango wa chumba hicho kwa siku kadhaa. Miaka ilipita. Nikiwa kijana nilimuuliza tena mama kama alikumbuka tukio hilo, Akasema ndiyo, lakini alikiri kuwa kulikuwa na kipindi alihisi kuna mtu alikuwa akivizia nyumba yetu, na alikuwa na mashaka na rafiki yake wa kiume wa wakati huo. Mtu huyo baadaye alihusishwa na kesi ya unyanyasaji wa watoto mahali pengine. Leo hii, bado siwezi kulala nikiwa nimeshuka mguu mmoja kitandani. Bado siwezi kuangalia chini ya kitanda usiku na hadi leo, kila nikisikia sauti ndogo ya kugonga-gonga, na hisi macho yale mawili yananiangalia tena. Mara nyingi watu hudhani hofu kubwa inatokana na mizimu au mapepo, lakini ukweli ni kuwa binadamu wanaweza kuwa viumbe wa kutisha zaidi. Na wakati mwingine kile kinachojificha chini ya kitanda si kivuli cha ndoto zako mbaya, ni mtu halisi. Na mtu huyo anaweza kuwa anakuangalia sasa hivi, ukisikiliza hadithi hii. Kabla hujalala usiku wa leo, hakikisha unaangalia chini ya kitanda. Si kwa sababu kuna pepo bali kwa sababu huenda kuna mtu hajui umetoka kwenye chumba na bado yuko pale. Good night, kama utaweza kulala.